Jina langu ni Glorious Kimaro ni Environment and Specialist Waste Advisor wa kampuni ya SBS. Ah, leo tumekuja kutambulisha hii teknolojia mpya ya jinsi ya kuweza kuzikusanya kuzi, kuzi management of waste kwa hiyo ni aina zote ya taka zinazozalishwa katika mkoa wetu wa Mtwara. Ukiangalia katika data tulizo tulizowaonyesha, taka zinazozalishwa ni nyingi sana, ni zaidi ya tani sabini nukta saba kwa siku, lakini asilimia arobaini pekee yake ya taka zinazozalishwa ndo zinazoenda katika eneo sahihi ambalo ni maeneo ya zile sehemu za kukusanyia taka kama madampo yale ambayo yako katika manispa ambayo kwa Uh, idadi tulionayo ni maeneo ishirini na tano. Kwao tumeleta hili wazo kwenu kwa sababu tumegundua kuna taka nyingi ambazo bado nchi yetu au mkoa wetu hazina uwezo wa kudili nazo na ukiangalia takataka za plastiki nyingi zinakuwa zinatupwa tu, zinaachwa, wakati ile plastiki inaweza ikaingia kwenye teknolojia tuliyowaambia. Ile teknolojia ni ku, unachakata takataka unapata mkaa, unapata mafuta, unapata na gesi, kwa vile ni vitu ambavyo vinaweza vikarudi sokoni. Kwa hiyo huu ni mradi, ni mradi mmoja mzuri sana kama tutauchukulia kwa uzito unaostahili na ukaanza kwa, kwa, kwa wakati wake, kwa sababu tunaona Uh, wingi wa watu unaongezeka, population inakuwa. Kwa hiyo tusisubiri, tatizo limekuwa kubwa ndio tunakuja tunashtuka kwamba tunahitaji kitu kama hiki. Ni kitu kimekuja kwa wakati wake. Tunawaomba mtupokee tukifanyie kazi, ili tuweze kuona maendeleo yanavyokuwa, tuweke Mtwara safi, tuhakikishe vitu ambavyo vinatupwa vinakuwa vina faida, vinarudi tena katika soko na jamii kwa ujumla inafaidika. Tunafaidika kiuchumi, jamii itakuwa inafaidika, na tunayatunza mazingira, tunakuwa mazingira na teknolojia. Kuna kampuni ambayo ni partner company ipo South Africa, inaitwa Clean Energy Africa. Imeshaanza hii hii teknolojia na ipo Cape Town. Wa, wanafanya yani tulicho kileta kwenu ndio kitakachokuja hapa. Inaweza sij isiwe kwa ukubwa ambao uko South Africa, lakini kwa kuanzia ni, ni teknolojia sawa na ile inayofanya South Africa, na wale ni patina wetu ambao ttunanneaa no. haipo hapa nchini, ndio kwa mara ya kwanza, ndio kitu kipya kabisa kwa Tanzania kwa maana ya, ya mradi huu ambao umetambulishwa ume kwetu na wenzetu wa SBS ni mradi mzuri sana kwa mkoa wa Mtwara kwa ujumla. Siwezi kusema manispaa tu, kwa sababu kwanza ni mradi ambao utafanya miji yetu iwe misafi safi, lakini ya pili ni mradi ambao utaongeza kipato kwa jamii kwa maana ya recycling vyupa vinavyotupwa ovyo, uchafu ambao unaoza unaosambaa kwenye maeneo yetu ya makazi, mfano nyanya, mboga mboga, nini, zinaweza zikatengeneza mbolea ambayo tutatumia kwenye bustani na kuzalisha mazao upya. Lakini pia vyupa, glasses, waya. Kwa hiyo ukienda kwa wazetu walioendelea, ndio inaowapa watu wa kipato cha chini kipato kikubwa. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa jamii ya Mtwara manispaa. Bahati nzuri tulikuwa tumejipanga, ndani ya wiki mbili tatu zijazo, tutafanya uhamasishaji mkubwa kwa kumtumia mkuu wa mkoa kuhusu uzoaji taka katika maeneo yetu. Kwa hiyo nafikiri tutaenda mali zaidi, pia kuwajengea uwezo wa huu mradi ambao tunategemea kwamba tutaupokea katika halmashauri yetu. Tunajitahidi kama unavyoona huo tunajitahidi, lakini kusema kweli bado bado jamii yetu haijaelimika inavyotakiwa. Uchafu bado unatupwa ovyo, kwa hiyo unakuta manispaa inatumia fedha nyingi sana kwa mwezi, zaidi ya milioni themanini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mji uko safi. Na kama ulivyoona, bado hata tuwezi kubeba asilimia mia moja ya uchafu unaozalishwa. Na kubwa walilokuja nalo, wamekuja na andiko la mradi ambao wanataka kuufanya wao, na mradi huu utafanyika au utatekelezwa katika mkoa wetu wa Mtwara mradi ambao utahusisha ukusanyaji wa taka za aina zote katika mkoa, lakini taka hizo tena zinaenda kuzungushwa kuja kuzaa bidhaa ambazo zitatumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu ya kila siku. Kwa hiyo kwa sababu tunaelekeza mkoa wetu katika mapinduzi ya viwanda na nchi yetu ndio ina mwelekeo huo, sisi kwetu hii ni fursa, kwa sababu kwanza nikitambua, vitakapokuja viwanda vingine na hivi vilivyopo, uzalishaji taka utaendelea kuongezeka siku hadi siku hata katika katika ngazi ngazi ya ya kaya, lakini hata katika ngazi ya shughuli za kawaida. Kwa hiyo hii sisi ni, ni, ni fursa kubwa ambayo imekuja katika kipindi mwafaka, uh, kipindi ambacho uh, tunajielekeza katika uzalishaji katika nyanja zote. Kwa hiyo pia kwetu ni fursa kubwa, itakuja kutufanya tuwe na Mtwara ambayo ni safi na Mtwara ambayo ni salama, kama matokeo ya mradi unapoanza kutekelezwa. Lakini mradi huu pia umeonyesha dalili njema za ku uh, kuleta ajira mpya ambazo hazikuwepo katika mkoa wetu, lakini vile vile utatupatia bidhaa mbalimbali ambazo zitatumika kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya, ya, binadamu kama vile wametuambia wenzetu, kutakuwa na mkaa, lakini kutakuwa na mafuta ambayo yanafanya kazi sawa kabisa kama diesel unavyofanya kazi. Kwa hiyo hii ni fursa kwa kwa, kwa wana Mtwara. Sisi kama viongozi niseme tumepokea kwa mikono miwili, tutahakikisha kwamba tunashirikiana nao katika kipindi chote kuweka mazingira rafiki ya huu mradi uweze kutekelezwa kwa hiyo kubwa, mimi niseme tukae mkao wa kula. Mradi huu ni mzuri sana, tutakuja kupambana na hali ya uchafu na mazingira, lakini ni mradi ambao tayari utakuwa na mazao ambayo tutayatumia sisi kama bidhaa na kutuletea tija uh, nyingi katika mkoa wa